Mimi na Mhagama nilikuwa naye tokea mwaka 2010 nilipoingia bungeni, wakati tukihudumu wote wabunge wa backbencher. Lakini tuna mambo mengi tulipita kwa pamoja. Nakumbuka mwaka 2012 Chama cha Mapinduzi kiliteua wabunge takriban 14 wa backbencher, walikuwa na michango mikubwa kwa ajili ya kwenda kupata mafunzo China, ambapo tu mimi tulienda pamoja kipindi hicho, wote tukawa wabunge wa backbencher. Lakini nishukuru sana, nimefanya naye kazi kwa karibu wakati nikiwa katika cabinet kipindi chote naye akiwa waziri katika nafasi mbalimbali. Tukio ambalo nakumbuka sana, matukio kadhaa. Kwanza nilipokuwa waziri wa Tamisemi wakati, nakumbuka watu walifariki kule Busia Ukerewe, yeye akiwa waziri ofisi ya waziri mkuu, ilikuwa unakuta maiti pale, na yeye akiwa anashughulika na maafa. Ilikuwa ni kipindi kizito sana. Nakumbuka kipindi kile dada langu, nikimwangalia macho yake alikuwa nimekundu alifanya kazi kubwa sana akiwa kama waziri katika ofisi ya waziri mkuu, na mimi kipindi kile nilikuwa kama waziri wa Tamisemi. Nakumbuka tukio lile, nikimkumbuka Kigoma Marima, nikimkumbuka Jenista Mhagama, na mimi nilifika pale kwa ni tukio la kutisha, lakini unaona kwamba ushupavu katika uongozi. Na kitu kingine pili, nakumbuka ajali ya Morogoro, lori la mafuta lilipungua pale, watu wengi walipofariki. Halikadhalika kipindi hicho Jenista alikuwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu. Unaona jinsi gani alikuwa akipambana kipindi kile kazi ilikuwa kubwa, lakini kipindi kingine ni hapo karibuni, nakumbuka maporomoko kule Hanang watu wengi walipokufa kule, baada ya ile nani landslide ilipotokea katika mlima Hanang, Jenista akiwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu. Unamwona mama alivyokuwa mchapakazi, kipindi chote amekuwa ni mtu ambaye kwa kweli ni msikivu, hamo hana makuu, lakini ni mchapakazi sana. Mimi kwa kweli katika watu ambao tulikuwa tunaitana, mimi nikimwita dada mkubwa, ananiita kaka, ndio ilikuwa ruga yetu tunaitana kipindi chote. Kwa kweli jambo la kusikitisha kwangu, mimi ni msiba mzito sana, niseme msiba mzito sababu ni mtu ambaye nimekaa naye kwa karibu muda wote kipindi chote, ama tukiwa bungeni na tukiwa katika nafasi kipindi kile nafasi za waziri. Kwa hiyo, niseme, taifa limepoteza mtu mchapakazi. Inawezekana binadamu mtu anavyokaishi watu wasizungumze ya kwake, ndio maana waombe wa Tanzania watu wakifanya mema tuwataje wakiwa hai wasikie wenyewe wakiwa hai wasikie wenyewe Unakumbuka siku moja bungeni nilipokuwa ninawasilisha bajeti yangu, nilipokuwa katika waziri wa Tamisemi, wakati nahitimisha hotuba yangu, nilisema kati nataka nimshukuru mahususi Jenista Mhagama kama waziri chief whip, ambaye alisaidia sana serikali. Nikasema hivyo, baadaye nikamwambia nimesema hivyo kwa sababu tunataka tuwataje watu wakiwa hai pale wanapofanya makubwa. Kwa hiyo, kikubwa zaidi nchi imepata msiba mkubwa, tuendelee kuwa na subira, lakini tuendelee kumwombea mwenzetu. Hili ni kubwa zaidi.